Kuaminiwa tena baada ya kuikabili benki na kufanikisha mpango wa kulipa deni kwa awamu, jina la Dula lilianza kubadilika polepole miongoni mwa wafanyakazi na watu waliomfahamu. Aliitwa kwenye mikutano ya wafanyabiashara vijana na baadhi ya wafanyakazi wa zamani waliokuwa wameacha kazi walirudi kwa hiari wakisema walivutiwa na mabadiliko yake. Alikuwa akiamka saa kumi na moja alfajiri, akafanya mazoezi kisha kuelekea ofisini kabla ya saa mbili. Alijifunza kutegemea watu wenye ujuzi, kuuliza maswali na kukubali makosa yake pale alipoanguka. Hakika alikuwa Dula yule yule kwa sura, lakini si kwa tabia. Siku moja alipokuwa akizungumza na meneja wa kampuni ya usafirishaji, alitaarifiwa kuwa mojawapo ya magari yaliyopotea zamani lilionekana kwenye mpaka wa Kenya. Ilikuwa nafasi ya kulinda mali iliyobaki. Bila kusubiri Dula alikodi timu ya ulinzi akashirikiana na polisi wa mpakani, na baada ya siku mbili lori lilirudishwa salama. Tukio hilo lilimpa jina jipya mitani, Dula mpya anayepigania kila senti ya familia yake. Mama yake alitazama mabadiliko hayo kwa machozi ya furaha, alimwambia sasa, naona sura ya baba yako ndani yako. Lakini pamoja na mabadiliko hayo, bado changamoto haikuisha. Wapo watu waliokuwa wakihisi hawafurahii mafanikio ya Dula. Wapo waliotaka kumuona akishindwa akirudi kule kule kwenye anasa. Kadiri siku zilivyopita, Dula alianza kupata mafanikio ya haraka, biashara zilianza kuleta faida, jina lake likawa maarufu kwenye midahalo ya vijana wafanyabiashara, na hata baadhi ya kampuni kubwa zilianza kuonyesha nia ya kushirikiana naye. Alialikwa kwenye mikutano ya hadhi, akatoa hotuba kuhusu mabadiliko ya kijana aliyeibuka kutoka kwenye kivuli cha starehe. Vyombo vya habari vilianza kuandika habari zake, wengine wakimsifu, wengine wakimtilia shaka. Na hapo ndipo majivuno yakaanza kuingia taratibu. Alianza kubadili magari tena, he, safari hii akichukua gari mpya ya kifahari zaidi. Alianza kuchelewa ofisini, akitegemea maamuzi yafanywe na wasaidizi. Marafiki wa zamani wa klabu wakaanza kurudi mmoja mmoja, na safari za nje ya nchi zikaanza kuchukua nafasi ya mikutano muhimu. Mzee Mrema alimuita siku moja na kumwambia kwa sauti ya busara, hiki jana, mafanikio ni kama moto wa mkasi, yakipeperushwa bila utulivu huunguza. Lakini Dula alitabasamu tu akasema, sasa mambo yamekaa vizuri, mzee, haya si yale ya mwanzo. Ndani ya miezi miwili, kampuni moja kubwa ya nje aliyokuwa ameweka matumaini nayo ilijiondoa kwenye mkataba mkubwa ikidai kutoridhishwa na utendaji wa Dula. Baadhi ya wafanyakazi wake walihisi kupuuzwa, wakaanza kupanga kuondoka. Akaunti ya kampuni ilianza kupungua polepole pole, lakini kwa kasi isiyo ya kawaida. Mama yake alimuona akiwa kimya, mwenye mawazo usiku wa manane, na alimwambia kwa sauti ya upole, usirudi pale ulipotoka mwanangu. Tulianza kuamini tena, ei, usituvunje moyo. Dula alijua, alihisi, na sasa ilibidi afanye maamuzi makubwa tena. Je, ni nini kitajiri baada ya hapo? Usikose sehemu ya tano.